Buonasera. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia leo Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Mzaliwa huyo wa Argentina ni Mwamerika Kusini wa kwanza kuchukua wadhifa huo tangu kuanza kwa mfumo wa upapa. Taarifa iliyotolewa na Vatican kwa njia ya video imesema Papa Francis ambaye amekuwa akisumbuliwa na changamoto za kiafya kwa muda mrefu sasa hatimaye amekumbwa na umauti huo papa huyo aliyeteuliwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu alikuwa ni papa wa kwanza kutoka amerika ya kusini aliyemrithi papa benedikti wa kumi na sita aliyefariki mwaka elfu mbili na ishirini na mbili papa benedikti wa kumi na sita alikuwa ni papa wa kwanza kustaafu kwa hiari baada ya takribani miaka mia sita papa francis jina lake kamili ni jorge mario bergoglio alikuwa kardinali wa argentina alipoteuliwa kwa papa mwaka elfu mbili na kumi na tatu Bergoglio aliwavutia wahafidhina juu ya mtazamo wake kwenye masuala ya mahusiano huku akiwavutia na mageuzi kwa misimamo yake ya kiliberali juu ya haki za kijamii lakini ndani ya urasimu wa Vatikani, baadhi ya majaribio ya Papa Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni mwa wanamapokeo. Kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Papa Francis alionyesha kuwa atafanya mambo ya utofauti. Aliwapokea makadinari wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama badala ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha upapa. Tarehe 13 Machi mwaka 2013, Papa Francis alijitokeza kwenye roshani inayoangalia busani ya St Peter's Square. Akiwa amevalia mavazi meupe, alipewa jina jipya ambalo lilimtukuza mtakatifu Francis wa Asizi, aliyekuwa mhubiri wa karne ya 13 na mpenda wanyama. Papa huyu mpya aliweka misheni ya maadili kwa wafuasi bilioni moja nukta mbili wa kanisa lake, na mojawapo ya kauli yake aliyowahi kuisema ni kwamba alikuwa akipendelea kanisa maskini na watu maskini. George Mario Begogilio alizaliwa huko Buenos Aires, Argentina, na hii ilikuwa ni tarehe 17 Desemba mwaka 1936. Ni mtoto mkubwa kati ya watoto watano ambaye wazazi wake walikimbia nchi yao ya asili ya Italia ili kuepuka maovu ya ufashisti. Mwaka huo 1936, Italia ilikuwa chini ya dikteta na fashisti Benito Mussolini. George alipenda mchezo wa tango, ambao ni ngoma ya asili ya Argentina, na alikuwa shabiki wa klabu yake ya soka ya mtaani iliyofahamika kama San Lorenzo. Alipona baada ya kuugua nimonia, akafanyia upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa katika maisha yake yote. Akiwa mzee pia alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia, maumivu ambayo aliyetaja kuwa ni unyonge wa kimwili. Bergoglio akiwa kijana alifanya kazi kama mlinzi katika klabu ya usiku na aliwahi kufanya kazi ya ufagiaji kabla ya kuhitimu chuo kama mwanakemia. Alifanya kazi katika kiwanda cha ndani na Esther Balestrino, mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi wa Argentina, mwanamke aliyetekwa baadaye akapotea na hakufahamika tena alipokuwa Papa Francis. Baada ya hapo akaamua kuwa mjesuti akasoma falsafa na kufundisha fasihi pamoja na saikolojia. Alitawazwa mwongo mmoja baadaye na kuwa mkuu wa mkoa wa kanisa hilo nchini Argentina, na hii ilikuwa ni mwaka 1973. Papa Francis anatuhumiwa na baadhi ya watu kwa kushindwa kusema vya kutosha kupinga majenerali wa utawala katili wa kijeshi wa Argentina wakati alipokuwa akihudumu katika taifa hilo. Vilevile vile alituhumiwa kuhusika katika utekaji nyara wa makasisi wawili wakati wa vita vibaya vya Argentina, kipindi ambacho maelfu ya watu waliteswa au kuuawa au hata kutoweka kutoka mwaka 1976 hadi mwaka 1983. Mapadri hao waliotekwa na jeshi waliteswa, lakini baadaye wakapatikana wakiwa hai licha ya kupoteza fahamu na wakiwa nusu uchi. Hata hivyo, Papa Francis ama George alikana tuhuma za kuhusika, akisisitiza kuwa alifanya kazi nyuma ya pazia ili waachiwe huru na alipoulizwa kwa nini ya kuzungumza wala kukemea utawala wa kijeshi alisema hali ilikuwa ngumu sana lakini kuna wanaosema aliwasaidia wengi waliojaribu kuikimbia nchi hiyo. Katika kuhubiri ujumbe wa amani, Papa Francis alikuwa askofu msaidizi huko Bwenos Aires mwaka 1992 na hatimaye akawa askofu mkuu. Papa Yohane Paulo wapili alimteua kuwa kardinali mnamo mwaka elfu mbili na moja na akachukua nyadhifa katika utumishi wa umma wa kanisa. Katika mahubiri yake alitoa wito umoja katika jamii na kukosoa serikali ambazo zilishindwa kuwapa kipaumbele watu waliokuwa maskini zaidi katika jamii. Akiwa papa alifanya juhudi kubwa za kuponya mpasuko wa miaka elfu moja na kanisa la Orthodox la Mashariki. Papa Francis alifanya kazi na Waanglikana pamoja na Wamethodisti na kuwashawishi marais wa Israeli na Palestina kuungana naye katika kuombea amani baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa, wa Kiislamu. Papa alisema si sawa kuhusisha Uislamu na vurugu. Kama Marekani wa Kusini anayezungumza Kihispania, alihusika kama mpatanishi wakati serikali ya Marekani ilipoelekea kwenye maelewano ya kihistoria na Cuba wakati wa utawala wa Barack Obama ni vigumu kufikiria papa wa Ulaya kuhusika katika jukumu muhimu kama hilo la kidiplomasia. Miongoni mwa misimamo ya kijadi ya papa Francis ni ule aliyowahi kusema kwamba kanisa linapaswa kuwakaribisha watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia, lakini akasisitiza watu wa mapenzi ya jinsia moja kwa asili watoto ni aina ya ubaguzi dhidi ya watoto. Kulikuwa na mjadala baada ya kukubali aina fulani miungano ya jinsia moja kwa wanandoa jinsia moja, lakini papa Francis hakukubali kuita ndoa akisistiza kwamba litakuwa ni jaribio la kuharibu mpango wa Mungu. Muda mfupi baada ya kuwa papa mbili na, na tatu alishiriki katika maandamano ya kupinga waviaji mimba huko Roma, akitoa wito wa haki za kuishi za watoto ambao wajazaliwa tangu wakati wa kutungwa mimba. Ingawa alionekana kuruhusu uzazi wa mpango wa kutumika kuzuia magonjwa, alisifu wafundisho wa Papa Paul wa sita juu ya jambo hilo ambaye alionya linaweza kuwafanya wanawake kuwa vyombo vya starehe kwa wanaume. Katika hotuba yake ya mwaka elfu mbili na kumi na tano huko nchini Ufilipino, Papa Francis aliambia hadhira kwamba uzazi wa mpango unahusisha kuharibu familia kwa kuinyima watoto. Yapo mengi sana ambayo ameyafanya Papa Francis, lakini kwa uchache miongoni mwa mengi, kulikuwa na madai mengi katika kanisa Katoliki, lakini pia vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto. Sababu hizi zilifanya Vatican kuchunguzwa mara mbili na Umoja wa Mataifa kwa kushindwa waadhibu inavyopaswa mapadri na inavyo viongozi wa kanisa waliotuhumiwa kuhusika na vitendo hivyo. Kufuatia hatua hiyo, Papa Francis alifanya mikutano ya siri na wahanga wa matukio hayo ya ukatili wa kijinsia yaliyofanywa na mapadri wakati wa tawala wake, na aliunda kamati maalum kwa ajili ya kufuatilia namna gani parish zilikuwa zikidili na masuala hayo ya ukatili. Kuhusiana na swala zima la rushwa benki ya Vatikani ilikuwa ikikabiliwa na skendo kwa muda mrefu chini ya utawala wa Papa Francis. Mamia ya akaunti yalifungwa na nyingine zikafanyiwa uchunguzi, lakini pia sera za kupinga utakatishaji wa fedha zilianzishwa. Kanisa Katoliki duniani litamwomboleza na pengine halitasahau yale mazuri yaliyoyafanya Papa Francis enzi ya uhai wake, lakini hasa akiwa kama papa na Baba Mtakatifu wa kanisa hilo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Frank Damas.